Amedhamiria na, na sio kama anatoa maelekezo peke yake, tuelewane. Na yeye pia anafanya kazi ya pamoja na wachezaji. Ushawahi kumshuhudia kocha mwenye staili ya namna hii? Kwa hiyo kufanya mazoezi ndo amedhamiria. ah, ah. <laughs> Unajua, eh, unajua ngojeni niwaambie eh kitu. Yani nyinyi mmekuwa ni wabinafsi sana, mnapouliza maswali ya Simba mnacheka. <laughs> Ayo umesema weweila, uh, uh, mm. Jambo la, la, la, la pekee na mm. jambo ambalo halihitaji ushuhuda mm -hmm. Simba ana experience ya kutosha kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba ana historia nzuri kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Mimi natambua na mimi najua Simba yupo kwenye kundi gumu na yeye ila nikifikiria history ya Simba, nikiwaza atmosphere ya Simba kwenye dimba la Benjamin Mkapa, wakati mwingine nakataa kuwatoa Simba kwenye hatua hii. Yani nafsi nikifikiria hayo mambo nakataa kuwaondoa Simba kutokufuzu robo final, kutokufuzwa, sababu naamini historia inambeba naamini atmosfera ndani mm -hmm. ya dimba la Benjamin Mkapa simba iko spabu sana mm -hmm. lakini bado simba inapocheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa mm -hmm. kama timu mm -hmm. bado ina historia nzuri kwa hiyo natamani kusema simba hayumo mm -hmm. ila eh, nikikumbuka eh, historia yao eh, <laughs> majibu unabaki nayo unatamani kusema simba hayumo eh, ila nikikumbuka hmm. historia yao hmm. uwajibikaji wao hmm. na namna wanavyotumia uwanja Benjamin Mkapa, nafsi inanisuta kuwatoa Simba. Kwani Simba huwa ana wawini wapi sana Young Africans kwenye swala la kujaza uwanja. Kuna kitu ambacho ninapenda sana tujiulize pamoja na mashabiki zetu leo, ukiwaangalia Simba linapokuja kwenye swala la michuano ya kimataifa wanaonekana wako very sensitive kwenye mambo yao. Ila ukiwaangalia Young Africans ni watu wanaonekana kama kwa misimu kadhaa nyuma, mitatu miwili, ile misimu ambayo back to back Young Africans alikuwa anachukua ubingwa, wachezaji walikuwa na morali pamoja, lakini pia vile vile mashabiki walikuwa na hamu ya kuiona timu yao. Sasa hivi wanakaa wanaona kama ina drop. Unafikiri Simba wanawawini wapi? Wapitie kwenye shida, wao wanaungana. Wakipitia kwenye furaha, mashabiki wa Simba wamo. Shida iko wapi Yanga anapopika zaidi na Simba Sports Club. Simba, mimi nafikiri amejitengenezea ufalme wake kwenye CAF Champions League. Unajua Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Wakati Simba ana struggle kwenye hizi hatua, inawezekana ndipo alipokwenda kutengeneza ufalme wake kwenye mashabiki sio, unanifahamu vizuri. Yaani leo linapokuja jambo la Simba kwenye mashindano ya CAF Champions League, inawezekana hata serikali inakuwa makini zaidi. Inawezekana hata serikali inaamini huyu ndio mtetezi wetu, na ndio maana mashabiki wao wametengeneza imani kubwa mno kwa timu yao, na ndio maana mashabiki wao wakikumbuka historia zao mm. Wanaamini Simba sio kuiacha kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Simba wanaweza wasijae Generali Samuyo mm. lakini sio kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mambo ya Simba wao wanajua zaidi kuyaeleza kuliko mimi mm. ila itoshe kusema, linapokuja swala la kimataifa Simba Sports Club inakuwa ni dunia nyingine. Yanapokuja mashindano ya CAF Champions League kila mtu anakuwa makini kuifuatilia Simba Sports Club ni kwa sababu mm. historia yao mm. uwezo wao wa kushindana na vigogo wa Afrika mm. ndio imewavutia zaidi mashabiki wao Dosa wewe unaamini kama Simba na Yanga zingekutana katika kundi moja zingekutana katika kundi moja wewe unaamini nani angeenda mbele ya safari na nani angebaki? Mbele ya safari kwa performance ya michuano ya kimataifa, na haijatokea hiyo. <laughs> <laughs> Mimi nimekuuliza kwa namna ambavyo unawaona Simba kwenye michuano ya kimataifa, Young Africans kwenye michuano ya kimataifa. Hizi timu zingekutana unahisi nani na nani angekwenda na mwingine angebaki? Simba ana experience ya kutosha mm. Simba na experience ya kutosha, Young Africans mm, uzoefu wa michuano ya kimataifa ba Yanga anatafuta standard. Yanga anatafuta ubora kwenye mashindano ya kimataifa na ndio maana husikii sana Simba anajadiliwa, mm, husikii kabisa, ila watu wanapambana wana, wana, wana na Yanga kwa sababu na wao wanahitajika kutengeneza standard ambayo itakwenda kuwalinganisha na Simba Sports Club. Kwa hiyo ukiniuliza kwenye mashindano ya CAF Champions League itakapokutana Yanga na Simba, karata yangu unampa nani? Swali gumu sana hilo. <laughs> <laughs> Uh, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi mimi nitarudi kwenye, kwenye nani mwenye kufanya vizuri CAF Champions League nitarudi hapo. Nitarudi kwa kunukuu tena ya kwamba Simba ana uzoefu mkubwa, kwa hiyo yep. Jibu litakuja kwa Simba ya yeah. Ndio maana akasema experience hey. Mwenye matokeo chanya kwenye CAF Champions League hmm. Nitamweka hivi, lakini kama wakija kukutana nusu fainali ya CAF Champions League kwa sababu wote ni wageni, nitaendelea hmm, kubashiri upya. Mtampa Yanga huh? <laughs> Bwana, mimi nawashukuru sana hmm tunavyoendelea kwenda tutapata muda wa kuzungumza sana. Kwa hiyo niwaombe sana. Wanahabari, tupo kwenye wiki ya kimataifa. Muendelee kabisa kuzipambania timu zetu. Muendelee kabisa kuzitangaza timu zetu kwa sababu nyie ni nguzo yetu muhimu sana. Leo vilabu vinafahamika kwa sababu ya waandishi wa habari. Kwa hiyo msichoke. Hii wiki mnatakiwa mpambane sana kuhakikisha vilabu vyetu vinajulikana Afrika nzima. Ee bwana, tuondoke na hili kama ambavyo anavyozungumza GSM Yanga bingwa kwenye ligi kuu Tanzania Bara, tuinukue ile kauli yake na tuondoke nao kwenye michuano ya kimataifa. Tuseme Yanga bingwa. Ubingwa unahitaji uwajibikaji. mm -hmm. Kama timu ina uwajibikaji wa kutosha itachukua ubingwa. Asante sana. Kama timu ina uwajibikaji wa kutosha, mm. timu hiyo itachukua ubingwa. Wakome auzwe. Mimi sio CEO, mimi sio CEO wao, eh lakini Feisal auzwe ya sija kamkuta kama, ya Clement Mzize. Ya majera kama A -a -a majera, umesema wewe Feisal yauzwe, ya sija kamkuta kama ya Clement Mzize. Sasa hilo swali ni la kibinafsi, ila kimtazamo wao, ikiwapendeza Azam wa muuze, ikiwapendeza Azam wa muuze, isije ikakuta, ikiwapendeza Azam wa muuze, awe ya Yanga chana nayo <laughs> ila ila mimi naye tujiulize kitu kimoja, namalizia tu hapa leo hii. Mimi naamini binafsi Clement Mzize akifikiria ile ofa iliyokuja anafikiria na ndugu yake wa karibu ambaye alishawahi kucheza naye Young Africans, Faisal na kwa dau ambalo amewekewa total itakwenda kuuma. Faisal atajuta? Nani? Clement atajuta endapo Faisal akiondoka, eh, Clement Mzize Atajutia maamuzi yale endapo uh -huh. Faisal Salumu akiondoka kuna kitu atabidi ajifunze kwa Yapo. Asanteni sana. Shukrani.